Kundi la Kazi kwetu, Reli cargo, Walume cargo, Toroli cargo pamoja na Trans cargo ambao mmejumuika na sisi kwa pamoja. Lakini ajenda hii ya umoja na ushirikiano kwetu sisi vijana, hasa kundi la ubebaji mizigo, ndio ajenda mama ya kikao hiki. Vijana mpo? Asanteni sana. Swali kwa diwani na mwenyekiti pamoja. Mwenyekiti huyu ni mpya mikopo ipo kwa vijana au haipo? Ameniuliza. <laughs> swali zuri sana ndugu yangu, pale bado zuri, mimi namfahamu kijana, kijana machachari, kwamba je hii mikopo ipo au haipo? Ndio vitu ambavyo mimi kama diwani nimewaita niwafafanulie mfahamu kwamba mikopo ipo. Jamaa, si niliulizwa kipindi kile mikopo ipo au haipo? Mimi nasema mikopo ipo isipokuwa utaratibu wake utajiweka wazi na mikopo hii inawahusu watu wafatao. Kwanza wakina mama, si sindio? Halafu walemavu, alafu vijana unawahusu wanaoanza miaka kumi na nane mpaka arobaini na tano. Hivi tunavyoongea Transcargo wameomba milioni, wameomba milioni mia. Sawa. Alafu kuna kundi lingine wameomba milioni ishirini, wamenambia jana, wamenipigia simu wanaomba milioni ishirini, na naomba vikundi vyote sawa ambavyo mko hapa mfate vigezo vyote ili mweze kufanyaje kuomba mikopo. Mikopo ipo kwa ajili yenu nyie. Kuna usajili wa aina ngapi? Mbili. Kuna usajili ule wa awali ambao mlipewa kile ile halmashauri karatasi ile halmashauri risiti, si ndio? Lakini kuna usajili kwenye mtandao moja kwa moja. Sasa hivi kwamba vikundi vyenu vyote vinakopesheka, si ndio? Jamani, tujaribu tufuatilie. Kwa afisa maendeleo tuangalie ni namna gani tunaweza kufanya vikundi vyote muombe mikopo, ili mpate mikopo muwezeshwe ili pesa ile iweze kuwasaidia kuwatoa hapa kwenda sehemu nyingine, kwa hiyo mikopo ile ipo na pesa ile ipo, na mwisho kabisa kila akaunti ya kila kikundi itaweka shilingi laki moja moja. Sisi kama vijana wataskag, Mheshimiwa Diwani, tunakuomba tuko chini ya miguu yako mheshimiwa, sisi kero yetu kubwa ni bei tunaoshushia na kupakilia mizigo tunakuomba mheshimiwa diwani kama ulivyotuita site, na sisi tutakuita ufike, uangalie bei. Kwa haiwezekani Dodoma anashushia elfu moja, si Mpanda nashushia gunia mia nne? swali ya lipo so, mheshimiwa diwani kama ulivyotuita sisi na sisi tutakuita na kuomba na sisi ufike. Kero hizi ni kwenye vikundi vyote, sio cha kwetu tu Kazi kwetu group bei za kupakia na kushusha mizigo ziko chini. Na mimi, kuna kitu kimoja ambacho sijawahi kukitamka, lakini baadhi ya watu wanakifahamu, lakini sema yote sio kukitamka. Kazi hii mimi ya Hamis ambayo Misigalo nimeshawahi kuifanya kama wewe, nimeifanya mm. nikiwa niko Nyonga, na hata kipindi nakuja nimekutana ndugu yangu mmoja anaitwa Chata, wakina Hamis wanakumbuka, nimeifanya hiyo kazi mwanzoni hapa tumebeba na ni namna gani muone sasa kwamba kago mwenyekiti ametukana na kago, lakini pia na diwani ametukana na kago kago. Eh, nimesahau alama yako hiyo hapo, kago eh, unakuta mtu ana kilo 100 unampakilia, halafu baadaye akitaka kulipa na kugawia kwa kilo mia na nane. Eh, hiyo ni changamoto kubwa, na hii changamoto tutahitaji angalau viongozi wa juu watusaidie, lakini kwa mawazo ya haraka haraka, maana ya kuweka wao kilo 100 serikali, si wana maana kila kitu kaenda kwa 100 ushuru uende kwa mia. Mbona ushuru hawaambii kwamba wabadilishi wapike kwa mia na nane? Ushuru wao wanapika kwa ile bei ile elfu tatu mia tano au elfu mbili. Kwa hiyo maana yake tutahitaji ufafanuzi wa karibu na jambo hilo, tunataka likae, yani mlipo kwa kilo ngapi? Mia. Hata hata kitokea mtu amegafrika kwa mia na nane, maana yake sisi tuje kwa uzito wetu wa ngapi? Wa mia. Serikali lazima tusaidie, na makundi haya ni makundi muhimu, na si Mpandahoteli tu hapo, ila kwa mpanda Mpandahoteli ndio mengi vijana oye kago oye kwa hiyo mimi niwatoa wasiwasi kwamba jambo tunalifanyia kazi ndio maana nimesema viongozi tunakaa tunaliweka wazi na tuna viongozi wetu wa mitaa tutashirikiana nao itakapohitajika mkuu wa wilaya tumuhitaji mkuu wa wilaya ni kiongozi mwenzao ambao ni kiongozi wetu yuko kwetu tumshirikisha lakini mkuu wa mkoa tumshirikisha na sehemu zote zile husika tuhakikishe kero hizi tumezitatua tumezi kwa asilimia 90 ili vijana tuweze kunufaika kundi la lilikago liko tangu miaka ya 90 kundi letu lina jumla ya vijana 48 ambao ni templari na wengine ni ambao ni waanzishi wa kikundi. Mheshimiwa diwani, kikundi chetu kiliweza kufanya maendeleo ya kununua vyombo vya usafiri aina ya bajaji, nadhani wewe ni shahidi, ulikuwa mshauri, lakini pia baada ya muda tuliviona vinatusumbua, ukatushauri kwamba hivi vitu haviwezi kukaa na sisi tuviuze, hivyo basi tuliviuza katika kuviuza tulipata kiasi cha pesa jumla na makusanyo kwa mwaka huo tulipata milioni ishirini na moja, na kiasi kile cha pesa kilisababisha kila mmoja kushauriana apate mji wake. Hivyo Mheshimiwa diwani, lile kundi unayoliona pale, hakuna mtu aliyepanga, kila huyo yuko kwenye nyumba yake na baadhi wana viwanja. Mheshimiwa diwani, kikundi chetu cha Transcargo kina mali na thamani mbalimbali mbali ambazo zimeanza kuchuma toka kikundi kilipoanzishwa mpaka leo hii. Moja ya mali na thamani hizo, tuna shamba la zaidi ya ekari hamsini Ugala, Mheshimiwa diwani, ambalo limepimwa na lina hati zote. Unapotuona hapa Mheshimiwa diwani, kila mwanachama wa kuanzia mwaka jana, wa kuanzia mwaka jana, hakuna ambaye hana kiwanja, labda aliojiunga mwaka huu. Sisi wote ni watoto mimi, kama mwenyekiti ambaye nimetokana na ubebaji wa magunia na sio tu nimetokana, bado mimi ni mbeba magunia, na kwa sababu dhamana hii wananchi wa Mpandahoteli wamenipa dhamana, ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kumbe kundi la wabeba magunia ni watu ambao wanajitambua. Kama nilivyosema, ndio maana kundi la watu wabeba magunia wamemtoa kiongozi ambaye anaongoza mtaa zaidi ya watu elfu nne. Kundi la wabebaji mizigo ni kundi ambalo linatakiwa liwe na thamani kama makundi mengine, lakini mheshimiwa anaweza tu kukupa kuomba tu kama ushauri, ni vyema tu ukapanga muda ku kutembelea vikundi vyetu mara kwa mara uweze kujua kero zetu ni zipi. Baba ametukumbuka, ni baba aliyekuwa ametupa watoto aliwaachaniza lakini leo amekumbuka kwamba watoto wapo, inabidi nirudi kwa wanangu. Makofi kwake.